Bwana Cholo, mambo vipi bwana? Poa, mambo yanakwenda, ah, kila kitu kiko sawa alhamdulillah. Bwana, mechi ya kuamua hatima ya Young Africans, bila shaka wameibeba mikononi mwao wenyewe, mm. na bila shaka mchezo huo ndio utakuwa na mvuto zaidi eh, kuangalia nini kitaenda kutokea kwenye mchezo wa mwisho ambapo Young Africans wanacheza na JS Kabylie pale New Amaan Complex visiwani Zanzibar, lakini kule Cairo nchini Misri ni Al Ahly dhidi ya Far Rabat na wenye mchezo ambao utatoa taswira nani anaungana na Ahly kuelekea hatua ya robo finali. Tupe maneno bwana Cholo. na ni mechi ngumu na ni mechi yenye mvuto sana. Uzuri ni kwamba Dayang Africa anakuwa nyumbani na kama unavyojua mechi za Kiafrika timu ambayo inakuwa nyumbani inakuwa na nafasi kubwa ya kushinda mchezo. Mm, mimi binafsi nawaona Dayang Africa inaenda kushinda huo mchezo. Tatizo linakuja ni kwamba je, akishinda mchezo vipi kuhusu Far Rabat atafungwa? na kama FAR Rabat pia atafungwa kwa sababu hali kwa nyumbani kwake ni rahisi sana kushinda mchezo. Je, atafungwa magoli mangapi? Na Dayan Africa atashinda magoli mangapi? Hapo ndo palipokuwa pagumu. Lakini nikirejea nyuma, kwa maana ya historia, katika timu ya Dayan Africa aliwahi kufuzu katika yani me, namna hii yani scenario ya namna hii aliwahi kutoka, aliwahi kufuzu, kwa sababu yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba sasa anahitaji goli tatu kwenda mbele. Kwa kwa namna yoyote hawezi kuridhika akishinda goli moja, hawezi kuridhika akishinda goli mbili Umeshanielewa. kwa nataka kumsachi mpinzani, hakikishe kwamba anapata goli kwenda mbele. Kwa mfano, kama itatokea Yanga Africa anapata goli mbili kipindi cha kwanza, niamini mimi, Yanga Africa anaenda kufuzu robo finali. Manake itategemea lakini nini kinatokea kule nje. Hey, eh hey. Eh, mimi kwa kusema nani atashinda kwa kwa FAR Rabat na na na na Ahly, Ahly atashinda, kwa sababu unajua Ahly pia yeye mwenyewe sio mjinga, kwa sababu anajua FAR Rabat kama atapata matokeo pale kwake, kama atamfunga, unajua Ahly anakuwa wa pili Koko kwa wa pili na kwa gangu ngumu, unaweza ukajikuta umekutana nao kwanza kwenye kundi makundi mengine huko. Kwa hii najua hadi Sarale mwenyewe atahitaji kumaliza kutoka group, ili madi acheze na wale ambao wanamaliza nafasi za pili. Wale najua wale anaweza kukutana vibonde vibonde, kwa akajipigia kirahisi tu akaiona nusu fainali kwao. Atachokifanya yeye, lazima huo mchezo atashinda. Sasa je yeye atamfunga ngapi? Hiyo inategemea, lakini sasa yanga anataka ataki kuangalia sana yeye, anachoombea ni kwamba tu FAR Rabat afungwe. Anafungwa ngapi, ataki ataki kuangalia, kwa kwamba anachotakiwa kuangalia yeye ni kwamba, je naweza kupata magoli, anaweza kupata magoli mangapi kipindi cha kwanza, naweza kupata magoli mangapi kipindi cha pili? Kama anaweza kuiua mechi kipindi cha kwanza, maana yake anaweza kupata goli tatu, basi auwe tu, aue game kwa kipindi cha kwanza. Na Young Africa ninavyojua mimi wanavyoweza kupress vizuri, kama JS Kabylie atakuja na approach ile, yani mchezo ule ambao alicheza akiwa nyumbani kwake, Young Africa anaweza kupata goli zaidi ya tatu dayanafkansa anaweza kupata goli zaidi ya tatu kwa namna ambavyo unaweza kuzungumza, lakini ukiangalia mechi ni bado ina matokeo ya kikatili maanake, Far Rabat ana alama nane na yeye anaona fursa ndio hiyo ya kwenda kuuana na Al Ahly, angalau mngang'anie pale pale ndani ya jiji la Kailo apate suluhu angalau iwe ya kufungana ama ya kutokufungana ili aweze kumaliza mchezo ama ndoto za Young Africans kutinga hatua za robo fainali. Lakini kwa Young Africans na wenyewe unasema kwamba na wenyewe lazima wamalizane na JS Kabylie. Lakini goli zikifungwa moja, kwa maana Young Africans kashinda goli moja kwa kwa, kwa sifuri na Farabat ikapiga goli moja kwa sifuri mchezo utakuwaje? Nani anaingia <laughs> robo fainali? Ya Farabat atakuwa amefuzu kwa sababu kama ya Young Africa akishinda goli moja Hmm. Ana Farabati akafungwa goli moja, maana yake Yanga atakuwa anadaiwa goli moja alafu Farabati yeye atakuwa hana goli. Kama sikosei, atakuwa hana goli, kwa hiyo atakuwa yani, maana yake Farabati hajaruhusu magoli na wala haja hajashinda, yani yuko yuko neutral, kwa maana ana zero, alafu da Yanga Afrika yeye anadaiwa goli moja, kwa kwa sababu wale wamefungana, kila kitu wamefungana, goli moja moja hmm, kwa maana kila mtu ameshinda nyumbani kwake goli moja, watafungana pointi, watakachokiangalia ni magoli ya kushinda makufungwa na na kushinda. Kwa hiyo ukija kuangalia Young Africa magoli yeye amefungwa magoli mengi. Kwa hiyo kama atashinda goli moja maana yake atakuwa anadaiwa goli moja. Hapo maana yake atakuwa ametoka. Kwa ndio maana nimekwambia kwamba kama uh, ili wa at least tuangalie jambo lingine, nini cha kufanya, maana yake uh, kama itatokea sasa ugumu, ili uje ugumu ni kwamba Yanga anaweza akapata bahati msimu huu, kwa sababu kutakuwa na na, na, na draw itachezeshwa draw kama itatokea Dayang Afrika ameshinda goli mbili, alafu Far Rabati amefungwa goli moja, maanake Dayan Africa atakuwa hana goli na Far Rabati akifungwa goli moja pia atakuwa hana goli. Kwa hiyo kitakachotokea ni kwamba Dayan Africa itachezeshwa draw Atakaepita atapita kwao, unaweza kuta masiara masiara ya Jordan na Afrika kwa bahati ameenda, lakini sasa, hiyo ndio itakuaje? Yes, sasa kwa maana yake kutokuwa kama na huo level, labda hawa wawili wakicheza tena, ndo, ndo ndo, ndo, kanuni zilivyokuwa. Maana kanuni haimwonei mtu, lazima tukubaliane, kwa sababu ingekuwa uonevu. E, unaona hata tunapopanga inapopanga kwa kwenye madraw unakuta kundi moja kama hivyo, Dan Africa kundi lake alikutana Ahly, alikutana umomo, Far Rabat umomo, JS Kabylie umomo, Yanga Africa. Kwa kama unasema kama onevu, kwa nini walabu watupu? Kwa hamna, yaani pale, hii inachezeshwa dro, inachaguliwa kidude, bwana, timu hii nani kaenda na nikatoka nika lakini Mi najua kwamba sisi huko tutafika tuta, mi nachotaka tu Yanga, kama wanataka kweli kufuzu, wachake karata zao vizuri, wampasue hapa bwana Jesika bile aftaimu, anaenda kashakula dongo mbili, anauli zake kipindi cha pili, akijichanganya nampa dongo juma moja au dongo zingine mbili, anakula zao zake nne, namsikizia Far Rabat kafanyaje kule. Kama akafungwa basi, anaweza kufuzu, lakini nje na hapo, wana nafasi ngumu mno ya kufuzu katika aa, hii hatua, kutoka kwenye hii hatua kwenda hatua inayofuata. Uh, wana mazingira magumu kama wanavyosema kufuzu kuelekea hatua ya robo finali ikitokea. Sasa mambo yamekuwa si mambo hadi mtani, itakuwa kwa mfano kwa kishabiki kati ya Simba na Yanga, kama itatokea Yanga naye ya ametoka, maanake hawana cha kusema, kwa sababu unajua Yanga huwezi kujisifia una timu bora alafu unaishia group stage. Group, sehemu ambayo Simba mbovu ndio inaishia hapo hapo, kwa sababu Simba bora at least huwa anaishia robo fainali. Unaona, na robo fainali zake, unaona anakutana na mpinzani mgumu, anakutana na mpinzani kama National Ahli, amekutana na mpinzani kama Kaizer Chiefs, amekutana na mpinzani kama Wydad Casablanca, amekutana ya, yaani anakutana na wapinzani wagumu, robo fainali ya Orlando Pirates. Hapo ndiyo Simba amefanyaje? Ametoka na hata msimu uliopita robo fainali yake alikuwa na Al Masri, nilikuwa na robo fainali ngumu sana na, lakini Simba bahati nzuri, msimu wake alikuwa na msimu bora mwaka jana akawa amekwalify ame, kwa hiyo Uh, kutoka group stage Simba akiwa bora uh, ilikuwa ni hakuwahi kufanya hivyo maana alitoka tu mwanzoni, lakini group stage hakuwahi kutoka. Hii ndio msimu wa kwanza Simba ametoka group stage, ni msimu ambao wa Yanga walimtarajia atafanya makubwa sana, kwa sababu alianza vizuri, alifungua kodi zake vizuri sana, na Yanga Africa anashinda mchezo wa kwanza nyumbani moja bila na Far Rabat, anakwenda kudua na JS Kabylie, kwa maana alikuwa anahitaji ushindi wa mechi moja tu nyumbani, ah, ili mada ajihakikishe pointi 7 alafu atafute pacha lakini alikosa ushindi na Ahly mechi ambayo ilikuwa ngumu, na ndo mechi ambayo kila mtu alikuwa anajua hapa, Yanga kama atatoka hapa, basi ni rahisi sana kwenda robo fainali. Lakini mechi ya draw na Ahly ile ndio imemwaribia kila kitu. Mbaya zaidi, akaenda kupoteza na Far Rabat pia awe. Kwa hiyo ana kazi kubwa ya kufanya, maana sasa kilichotokea sio kushinda tu mchezo, maanake ashinde goli ngapi? Hapo ndio ugumu ulipo, japo inawezekana, lakini ana kazi kubwa ya kufanya, ana kazi ya kufanya. Mashabiki wa Yanga Afrika Kusini wanaambia neno gani? Kwanza waache kuweka matarajio makubwa kwenye timu yao. Mimi na, na, na wale ambao napataga bahati ya kukutana nao huwa anawaambia sisi tuna timu nzuri Tanzania, sasa hivi tuna timu nzuri Simba na Yanga, lakini ukilinganisha na timu za kaskazini bado kuna kagepu hivyo wametuacha. Kwa maana kuna namna ili tufuzu tufuzun, uh, yani tuqualify kwenda robo finali ama ama aa, nusu fainali mpaka fainali. Kuna namna majianti wanatakiwa watoke. Kwa hiyo inawezekana ukajikuta ume, umefanya vizuri uh, group stage ume, umeenda zako robo fainali. Robo fainali unakuta na jianti mmoja katika zile timu nne ambazo zinaendaga nusu fainali, umeshanielewa. Ukikutana na giant ili wewe ucheze nusu fainali lazima umtoe mmoja, na ndio maana hata unaona hata msimu uliopita mtu kama Pyramids anatoka anaenda zake fainali. Angalia watu ambao walikuwa wanacheza nao, alikuwa na timu bora sana. Kwa hiyo sisi hata wale bora wa Pyramids ambao wanao sisi hatujafika, na ndio maana unakuta sisi tuna tuna struggle sana huko chini, kama tunashindana na kina MC Alger, tunashindana na kina CR Belouizdad ambao hata wenyewe hawachezi fainali zao wa wafiki, tunashindana nao, sio kina Power Dynamo tunashindana nao, hawafiki huko, maanake sisi bado tuko kwenye levo ya kati. Sasa tunaitafuta ile ile levo ya juu jasa mashabiki wa Yanga wao kwa kuwa wanaiona timu yao hivi ambayo inafanya hapa ligi kuu Tanzania bara, wanaamini hata Afrika inaweza kufanya hivyo hivyo. Afrika kuna timu zina quality na wachezaji wana quality kubwa, kama National Ahly, unaona, anaweza kupata matokeo popote. Timu kama Pyramids, unaona na anaweza kupata matokeo popote. Ukikutana naye huyo, kuna watu wamekuzidi, lazima utapoteza mchezo. Kwa hiyo aache yale matarajio makubwa, kuanza kupambana. Wanaanza kupamba wachezaji wao, at end of the day wanakuja wanapoteza mchezo FAR Rabat, kama vile na FAR Rabat wanahisi kama vile wameonewa. FAR Rabat huwezi kumfunga wake kirahisi, kwa sababu quality zinafanana tu na ndani ya Afrika